Sijakula hata mia ya mwanasiasa na sitaki mia ya mwanasiasa. Naongea kwa ile kitu ambayo iko kwa akili yangu na ile kitu nafaidia awa watu wa Kenya. Sisi wanakenya tunaumia, tunaumia saa hii, hata ukiangalia hapa watu wako hapa, hawana isi enda shule, watoto wamekosa pesa ya kusomea, ya kuenda shule. Pesa Ruto anapeleka kwa kanisa, amepeleka milioni ishirini last week kwa kanisa, leo tena amepeleka milioni ishirini tena kwa kanisa. Hiyo ni ujinga gani? Mimi nitawaambia na mkitaka kunishika shikeni, na mwende muniuwe haraka, juu hata nyinyi mtajua, mtakufa kesho, kesho pia. Mimi nasema hivi, hatutakubali. We will not allow ourselves to be intimidated in this Kenya, hatutakubali. Kama mimi sitakubali, pesa yetu haitatumika kwa njia nyingine ya ujinga, pesa inapelekwa kwa kanisa kama Ruto amechukua pesa yake ana deposit kwa akaunti ya kanisa, ndiye akuja atumike wakati wa siasa, atuambie ni pesa ana deposit kwa akaunti ya kanisa, anatukuja kutumika, kutumika wakati wa siasa. Kama ako nasie na shamba ananunua ya kanisa, pia anunue hiyo shamba atujue, lakini sio, ni pesa yetu inatumika kwa njia ya ujinga. Na nataka kuambia Raila kitu moja, sahi Ruto ni makanga, wewe ndio driver. Tunataka kuona nchi yetu ikiwa sawa. Si ati unaenda pale unabangaiza maisha yetu, mara huko hivi, mara huko hivi, watu wamekosa pesa ya shule, watu wamekosa pesa ya hospitali na pesa inaenda mahali popote tu, corruption kila mahali apo. sha iko kuna akaunti sita tisa imeingia kwa sha ina supply hewa Hakuna pesa inaenda kwa saa, pesa akaunti imefunguliwa, makampuni zimefunguliwa, ni watu benywenye bunywenye wanachukua pesa wanaenda aba na... pesa na... zinaenda kwa njia nyingine ya ujinga. Raila anajua mahali hizi <coughs> pesa <coughs> zinaenda <coughs> si <coughs> ati ajui anajua. <coughs> Atuambie yeye kama draiva sahi hii Ruto ni mkaa makanga, atuambie yeye atasaidia Kenya na nini na atatusaidia na nini? watoto wataenda shule aje kama pesa yetu inatumika kwa njia ya ujinga kupeleka kwa kanisa? Leo amepeleka 20 milioni, last week alipeleka 20 milioni, next week atapeleka 20 milioni. Ni ujinga gani tutakubali? Mtu anabeba mawe 9 by 9 ende ndio aende apate unga. Akishanunua unga tax yake inachukuliwa, Ruto anapeleka kwa kanisa. Mtu anatembea kutoka hapa mpaka Inda, anaenda kufanyia mia tano. Akienda kwa duka kununua unga, pesa yake inapelekwa kwa kanisa, 20 milioni. Hiyo ni ujinga gani? Hatutakubali hata moja. Siku moja, na kama nikuua muue hata nyinyi mtakufa siku moja, bwana. Raila atuambie yeye kama Mkenya, amekuwa akitetea Wanakenya, atuambie atatusaidia na nini, juu yeye ndio driver. Alituambia elfu sita saa hii, ni mambo ya serikali nusu nusu, atupe elfu tatu tuone next month. Ilikuwa elfu sita lakini saa hii imekuwa 50-50, atupe elfu tatu tuone next month kwa kila akaunti yetu. Sisi si wajinga bwana. Raila ametutumia ya kutosha bwana. Na mambo na ODM tumekataa, hii chama ya ODM tumekataa kabisa. Mimi nimekataa hii chama ya ODM, imebeba masycophants wote, hakuna mtu anafanyia anafanyia Wakenya kazi, wakienda pale ni kukula tu pesa. Kwenda pale ni kukula tu pesa. Pesa za CDF wamewekwa mfukoni, wanakamnapenda kampeni nayo kila mahali, wakienda ni ujinga tupu, tunaona hapa Kenya, alafu wengine wanakuja hapa Raila Raila Ruto Ruto ni nini bwana, lazima tuongee ukweli bwana. Kenya inaumia, tunaumia kati ya between the rich and the poor ni kama kutoka hapa mpaka Amerika. Hatuwezi taambia kutoka hapa mpaka Amerika mguu. Lazima watafute njia ya kutusaidia sisi kama raia. Kama hawana pesa, lazima tuambie bwana, hatutakubali ujinga kama hivi, na ikikuja 2027 ni chama ya ODM iende nyumbani kabisa.

namanadiwe nanii, mimi tofauti na wale wengine wanakukanga hapo, nitaongea